Ni Madaraka Dei ya sitini na mbili. Tumepiga hatua kama, kwa hiyo miaka sitini na miwili, mtu mzima, miaka sitini na miwili mtu, ni mtu ambaye amekomaa kastaafu Sijip... ka. Sasa sijui katika miaka hiyo sitini na miwili tuna lipi la kujivunia katika kuhakikisha lengo lile ambalo mpo nalo kama tume ya NCC la kuleta utangamano wa taifa tumepiga hatua ama tuna dorora? Naam, uh, nafikiri kwanza asante uh, kwa swali hilo. Inategemea ule muktadha unaotazama uh, uh, uh, uh, maendeleo ama kutokuendelea. Kuendelea Yes. Tuweze kusema ni kama sehemu mbili za sarafu. Yes. Katika sehemu moja kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kujivunia Mm -hmm. Uh, mfano mzuri toka tupitishe katiba mpya Wakenya tumpata uhuru wa kuzungumza yale yaliyoko mioyoni mwetu. Hatuna hatuna vikwazo vingi sana, tunaweza kuzungumza mawazo yetu, yes. Hilo ni jambo bora ambalo tunaweza sema, alafu vile vile katika moyo wa kujituma kama wa Kenya, ni kitu ambacho tunaweza kujivunia. Angalia katika ulimwengu wote wanaiga wa Kenya katika mfumo ya kiuchumi, kama vile a, a, a, mambo ya mpesa na kadhalika. Hayo ni, ma, ni mambo ambayo kwa kweli tunaweza kujivunia. Tukiangalia vile vile katika sekta zetu za utalii na kadhalika, bado tuna mambo mazuri ambayo watu wengi sana Mm-hmm. Wanayafurahia, wanayapenda sana yes. Kwa hiyo katika sehemu moja tusi wakati mwingine tusiwe wakali mno kwetu wenyewe. Lazima tuangalie kwamba kuna mambo mengine kidogo, kama taifa tumebobea, kama ni masuala ya michezo, riadha na kadhalika, tunafanya vizuri yes. Lakini vile vile katika upande wa pili tunapoingia masuala ya maadili, masuala ya mahusiano nam, angalau bado tunazo changamoto eh. kwa hiyo kuna yale tunaweza kujivunia na pia kuna yale ambayo tunaweza kujiposoa na kujirekebisha, yes. ili tuweze kuwa wemba ama bora zaidi ya vile tulivyo. Mm -hmm. Na na, na labda katika hilo uh, nataka nikuregeshe tena hapo katika Madaraka Day. Tuanimia radhi, naanza hapo kwa sababu tumetoka hapo. Sape. Uh, katika tukiangalia hata katika wimbo wetu wa taifa. Na. Kuna pahali pale tunaambiwa hii Kenya istahili heshima. Na. Kenya istahili heshima. Na. Unakubaliana nami, unafuatilizia habari ni kitumai. Mm -hmm. Juzi tu tulikuwa na mgogoro wa hapa na pale na majirani zetu mm -hmm, na tukahisi kama mbaya ile heshima ambayo Kenya inastahili aidha ndo mm -hmm, inahujumiwa ama sisi ndo tumekosa kuipatia ile heshima ya taifa letu la Kenya. Tuangalie tu kwa fupi uhusiano wetu na majirani zetu mm -hmm, katika eh, kuhifadhi ile hadhi ya taifa la Kenya mm, kwa kwa ujumla tunasema kwamba uhusiano wetu si mbaya uh, hivyo uh, kila mara huwa tunashauriwa tuna kwamba usimtupe mwana pamoja na maji yake maji yake ya uzazi. Yes. Kwa hiyo uh, kwa kiwango kikubwa mahusiano mahusiano mahusiano na mataifa jirani ni mazuri. Mm-hmm ila katika, katika kuna, kuna wakati unajua un, wanasema wakati wakati fulani unapoweka majembe mawili kwenye kikapu kimoja hayakosi no. Haya kosi gongana gongana. Yes. Uh, kuna yale ambayo yaliyowapata ndugu zetu no. Na hatuwezi kusema kwamba hayo yalikuwa mambo mazuri yes. Hayakuwa mambo mazuri, kwa sababu ukiangalia yale madhila waliyopitia kama walivyokuwa wameyataja mm -hmm. Hayakuwa haiko haya, haya kitu cha cha, cha ubinadamu. mm -hmm. na na na, na, na masuala kama hayo pia huenda yakachangia kuharibu uhusiano lakini tukiangalia katika ule mfumo wa utegemezi tunategemeana. mm -hmm. Ukiangalia uh, moja ya mataifa ambayo soko kubwa la bidhaa za Kenya ni Tanzania pamoja, yes. na ndugu zetu wa Uganda. yes. wao wananunua vitu vingi sana ukilinganisha na vile ambavyo tunavyonunua, alafu vilevile pia kuna namna ambavyo pia tunafaidika kutoka kwao hasa katika masuala ya kibiashara. mm -hmm. ukiangalia mengi ya mazao mahindi, maharagwe, hata mchele vile vile uko kwa kiasi fulani unaotoka katika kutoka kwa ndugu zetu. Alafu katika hali ya raia kwa raia, maingiliano nayo si mabaya. Ukielekea sehemu za Lungalunga Horohoro pale yes. unakuta watu wanavuka vizuri no. Ukija sehemu za Taveta Holili unakuta maingiliano si mabaya. Ukija hapa kwetu uh, sehemu za Loitoktok ukivuka ule ule ule, ukivuka mpaka kuelekea pia sehemu ya nchi jirani ya Tanzania, vile vile, Wakenya na Watanzania wanaingiliana vizuri, lakini ni kwamba haimaanishi kwamba hata kama mahusiano katika siku za nyuma yamekuwa mazuri, hatustahili kusimama kidete, kwa sababu tukio kama hili ambalo lililotokea lina lina uwezekano kidogo wa kutia doa Uhusiano wetu mzuri. Yes. So na, kwa maoni yangu ya kibinafsi uh, na, na, nataraji kwamba katika serikali se, se, se, zote mbili zitaweza kuwa na, na, na mazungumzo ya kina kuhakikisha kwamba uh, uh, uh, uh, swala tunalodita haki za kibinadamu zinazingatiwa. Kwa sababu hata kama una dosari ama nahisi kuna, na, kuna kwamba pengine kuna kosa ulilofanya bado una haki zako za kibinadamu. Kwa hiyo vile ambavyo nataka, nataka na kuchukulia lazima nikuchukulie kwamba wewe ni mwanadamu na uzingatie utaratibu wote wa kisheria, na nafikiri kibinafsi, wale ndugu zetu hawakupewa, hawakutendewa haki. Okay. Sasa sasa ni nirudi hapo hapo yake, nataka nirudi katika tume yenu ya NCIC, jukumu lenu kubwa unapotsumulia jukumu lenu hilo kubwa, na sasa mm -hmm. Yale yani, ambayo maana maanake nchi jirani ya Tanzania watafanya uchaguzi, watakuwa na uchaguzi mwaka huu mshoni mm -hmm. mwa mwaka huu na mara nyingine u, u, wengi wanasema usipo uh, yani, kwa jirani kunapokuwa kuna nini basi ina njia moja nyingine ya kuweza ku affect taifa letu. Mm -hmm, mm -hmm. Nyinyi ni yeye ndio kuweza kuleta utangamano kama sijakosea, no. wa kitaifa. No. Kunaweza kuwa na mwingiliano wowote, yale yanayotendeka maanake, hapa ndani ya Kenya kuna wale wameweza kugawanyika mm -hmm. kutokana na yale yanayotendeka kwa majirani. Yaani sisi et, ni, ni kwetu huku lakini, no. sasa tayari yale majirani yametufanya sisi tupigane huku, na nyinyi mko hapa kutupatia <laughs> utangamano <laughs> wa kitaifa. Niambie, sijui kama hili unaona litatuathiri. Um, pengine uh, kwa kiwango kikubwa halitatuathiri kwa kiwango kikubwa, lakini kwa sababu kwa sababu, nasema namna hiyo um, tunaamini kwamba vile vyombo vya dola ambavyo vinavyohusika na, na, na mahusiano ya kimataifa hasa Wizara ya maswala za nchi za kigeni uh, za, ya mataifa yote mawili, mabalozi yetu ya, ya mataifa, balozi zetu za taifa, mataifa yote mawili uh, naamini na, na kwamba uh, hilo ni swala ambalo wanaweza kuliangazia na kutafuta uh, suluhisho ama ufumbuzi wa wa kidiplomasia. Yes. So so haijafika mahali ambapo tuseme kwamba kumeharibika mno kwamba sisi na majirani zetu hatuwezi kuongeleshana. La hasha. Aa, pengine kuna mahali kidogo uh, tume tumepishana. Tume na na ukiangalia hata katika familia zetu, hata katika taasisi zetu, kuna wakati fulani utokezea kwamba tunapishana, tunakuwa na mtazamo tofauti na tunateleza kidogo tunafanya ma, ma, ma, maswala ambayo pengine hatukutarajia kufanya. Lakini hii haimaanishi hey, kwamba sasa tumekuwa maadui kwamba hatuwezi kusemezana. Kwa hiyo uh, uh, kwa hivi sasa na naamini kwa sababu ya zile hasira uh, zile kutoridhishwa na kadhalika, kidogo kunaweza kutia doa, lakini haimaanishi kwamba sasa tayari dau la mahusiano ya mataifa yetu mawili yamezama. Nikirudi katika taifa letu, naam, ni kwamba ni, ni vizuri tujifundishe na ulivyokuwa ukiniuliza ndani ya hizo miaka sitini na mbili kuna maswala ya kujivunia hapo, ndio kitu kimoja tu lazima tukubali kwamba kuna maswala ya kujivunia katika taifa letu mm -hmm. kwa sababu gani ukiangalia pengine katika ndugu zetu pikidogo dogo, ule uhuru wa, wa, wa kutoa maoni kukosoa na kadhalika kidogo umepi, umepimwa hapa kwetu. Nafikiri uhuru huo tunao na wakati mwingine hata pia tunakithiri. Sasa, hiyo, hiyo, hiyo ni kitu cha kutuonyesha kwamba uh, kama taifa pengine kwa namna fulani tuko mbele uh, uh, katika, katika, katika kujiwasilisha katika masuala yetu, lakini pengine uh, mahali ambapo tunaweza kujifunza pia ni kwamba kunapokuja swala la utaifa, Yes. Basi tunasahau tuna, tuna tofauti zetu zote, tunaangalia nini muhimu kwa taifa letu. Naam, mfano mzuri. Uh, wanasema kwamba mungwana muue lakini haki yake ya umpe. mm -hmm. Pengine ndugu zetu kulingana na mtazamo wao, mm. Wameona kwamba taifa lao ni muhimu na ikiwa pengine eh, tutaweza kujaribu ku, ku, ku, ku kuwachagiza uh, uh, kufanya mambo fulani fulani ambayo kwao pengine wanaona si mazuri, basi wanahisi pengine wana, wana, wana, wana, wana umuhimu mkubwa wa kuangalia utaifa wao, yes. Sasa nasi pia lazima tuangalie kwa mfano, lakini pia vilevile kwa namna fulani, kwa njia ya Kenya pia nimefurahi, manake wakati mwenzetu kidogo kahujumiwa ka, ka, ka, ka, ka kwa namna moja ama nyingine, tumeshikana kama taifa kulaani kitendo kama hicho. <coughs> Vile vile kwa namna fulani pia kwetu imekuwa ni njia moja ya kusahau tofauti zetu mm-hmm. kusahau mahali ambapo pengine huyu ni wa mrengo fulani, ni mlongo fulani, tunaangalia kwamba ni Mkenya mwenzetu, na hiyo pia kwa namna moja imetujengea utaifa, kuona kwa kwamba ukimchokoza ema ambaye ni Mkenya ni sawa sana mm. umemchokoza kile ambao ni Mkenya nami. kwa hiyo hiyo pia imetupatia a, a, ime, imetuongezea ime ule ule mshikamano wa uzalendo kwamba Mkenya yoyote yule anapodhulumiwa sehemu ile nyingine, hata sisi wengine ambao hatukuenda tunakereka, tuna tunasikia kwamba Mkenya mwenzetu amedhulumiwa. mm -hmm. na, na, na, na, na ukiangalia hasa katika, katika, katika ulingo wa, wa, wa, wa kiteknolojia kumekuwa na, na, na, na panda shuka na, na mapishano, ma, ma, mapishano hapa na pale yes. Lakini yote ukiangalia ni kwa sababu ya uzalendo kuhakikisha kwamba Mkenya mwenzetu kadhuriwa mahali fulani. Kwa hivyo, hata na sisi pia tunahisi tuna kwamba kuna haja ya kumtetea kwa sababu kile alichotendewa hakikuwa haki kwa, haki. Kwa hiyo ukiangalia katika mkabala huo kuna uzuri wake, lakini vile vile mahali ambapo uh, tu, ni pia, ni pia ni lazima pia tujifunze ni kwamba uh, uh, uh, uh, kama taifa ni vipi ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba sheria tunazoziweka ama zilizowekwa tunazifuatilizia vile inavyohitajika, kwa sababu ikiwa kila mtu anafanya vile anavyotaka, awe ni mtu binafsi, viwe vyombo vya dola ama taasisi nyingine zozote, zinapokiuka sheria, kuna haja ya sisi kuweza kuzikumbusha kama Wakenya kwamba hapa tumekiuka kile ambacho tungestahili kufanya kwa ujumla kutokana na ile sheria iliyobuni tume. Jukumu letu kubwa ni kuboresha uhusiano miongoni mwa Wakenya katika hali ya kuleta uwiano, uh, kama ulivyotaja, kama, kama na, uh, kujaribu kukemea uh, yale mambo ambayo yanaleta uvurugo, kutatua mizozo inayotokea, na vile vilevile kuhamas, kujenga hamasa katika, katika Wakenya kuhusu um, uh, ukubaliano wao kwamba hata kama tuko na tofauti zetu za kijamii, tofauti zetu za kiuchumi, tofauti zetu za kisiasa na kadhalika, mwisho wa siku bado tunalo taifa, bado tunao tu, bado tunao ukenya wetu. Kwa hiyo kuna haja ya sisi kuhakikisha kwamba tunaishi kama jamii moja, yenye nia moja, yenye malengo moja, yenye kukabiliana na changamoto zilizo sawia. Bila shaka na kwa hivi sasa katika eh, majukumu kama ulivyoweza kutuelezea, utakubaliana nami kwamba sijui kama tutasema ni mapema ama ni kawaida, kwa hivi sasa dhahiri kwamba joto la kisiasa limepanda eh, katika kasi ambayo wengi wanajiuliza kwamba labda ni mapema ama si mapema, lakini eh, linapopanda joto la kisiasa hivi no. Natumai ama ninaimani kwamba kibarua chenu huwa kinakuwa kigumu zaidi. Sasa katika juhudi zenu za kuweza kudhibiti hili, labda ni hatua gani katika juhudi zenu za kuweza kulinda umoja wa mataifa hadi kufikia sasa, ni hatua gani ambazo mmeweza kupiga mmeweza kuzichukua kuhakikisha kwamba tunasalia pale pazuri? Maanake joto lipo na limepanda, na labda tutakwenda kuweza kuangazia masuala fulani fulani fula ambayo tunaweza kuyasikia, lakini hadi sasa no, pale katika ofisi yenu no, hatua gani mmeweza kufanya kuhakikisha kwamba bado tupo intact? Uh, nitasema kwa kwa kwa mapana hatua mbili. Kuna moja tunaweza kuita proactive and preventive, ile hatua ya, ya awali ya, ya, ya uzuifu kuzuia, ndio. Alafu vilevile vile kuna ile tunaita reactive, ambayo huwa ni, ni, ni, ni kuweza ku- kulingana ku, uh, na vile hali inavyojiri yes. Kuweza kuchukua zile hatua ambazo zinazo uh, kubalika kuchukulika na katika hatua ya katika uh, ngazi ya kwanza ambayo moja ni ya uzuivu yes. Uh, um, tayari uh, kwa kushirikiana na taasisi nyingine na vilevile vile mashirika ya kijamii tumeshaanza ule mchakato wa kujaribu kuwakumbusha Wakenya pamoja na viongozi wao na, maana hizi ni pande zote mbili mm -hmm. Kwamba hizi hizi, hizi kampeni zetu za mapema hazistahili, eh, tuna haja ya sisi kama raia kama viongozi kama wakenya kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunatumia muda mwingi kufanya majukumu yetu, na hasa hasa kujikwamua kimaisha kuliko kupiga siasa, maanake kidogo kuna kuna utamaduni ambayo unaanza kukita mzizi katika taifa letu kwamba tunakuwa watu wa kushughulikia masuala ya siasa kuanzia chaguzi moja hadi nyingine. Kwa hiyo unakuta hii inatunyima ile, kiingereza unaita focus katika masuala ya ibuka masuala ya muhimu ya kitaifa. Lakini kwa sababu hatuwezi kufunga macho, ni lazima vile vile tuanze kukumbushana a, a, a, katika maingiliano yetu na, na, na, na, na, na taasisi e, zinginezo za kiserikali vile vile na mashirika na pia jamii, katika hali ya kuwakumbusha kwamba hata kama viongozi wetu wa kisiasa pengine wanapiga siasa, kwa sababu hiyo ndio hali yao, lakini siasa zile zisituathiri sana. Kwa hiyo hiyo ile kampeni ya kujaribu kuanza kuzungumza na watu kimbele kuwakumbusha majukumu yao kama raia kama Wakenya, tayari tumeanza, na kuwepo kwangu katika studio hii ni moja ya njia, ni njia mojawapo ambayo tunajaribu kuzungumza na Wakenya kukumbushana masuala haya. Hilo, hilo ni la upande wa kwanza. Upande wa pili vile vile kwa wale ambao kidogo katika a, a, a, a, a, kuzungumza kwao, katika kupiga siasa kwao, vile vile wanakiuka sheria, vile vile tukishirikiana na taasisi zingine za serikali pia tunaweza kuanza kwa kuwaonya na kutafuta namna ya kuwadhibiti ili wasiweze kuvuruga taifa kulifanya liwe uh, bovu uh, uh, zaidi ya vile ambavyo lilivyo katika masuala ya uiyano na mtagusano. Hilo umezungumza kuhusiana na, na kuweza kuzuia kuna kile ambacho kweli mnajaribu kuzuia, lakini linatendeka. Tumeweza kuona viongozi kadhaa katika majukwaa mm -hmm. si ya kisiasa majukwaa mm -hmm. any platform wanaweza kupata mm -hmm yale wanayoyafanya wanayoyatamka, Wakenya wengi wanajiuliza hawa, hii tume ya uwiano na utangamano ipo kweli? Wengi wakaweza kusema kwamba labda nyinyi ni jibu ambalo linavyoweka, lakini hamuumi ha. Sasa hili swali la kuulizwa, mupo kweli? watu wanazungumza maneno katika majukwaa, muna watizama tu wenzetu? La hasha. Naam, kwanza kama nilivyozungumza katika kipindi cha hapo awali, na pia nitaomba kurejelea, kuna mambo matatu muhimu ambayo lazima tufahamu. Yes. Kwanza, kikatiba, katiba imetupatia uhuru, uhuru wa kuongea, uhuru wa kujieleza naam. hatutaki tena wakenya waanze kusema kwamba mbona tunanyimwa haki yetu ya kikatiba ya kujieleza, ya kusema kile tunachotaka mm -hmm. Kwa hiyo ni ni, ni Waingereza wanasema there's a thin line, uh, between freedom of expression and incitement and hate speech. yes. Kwa hiyo hatutaki kwa namna fulani iwe kama tuna gag wa Kenya tunawaambia, usiongee maana ukiongea basi tutapambana na wewe, mm-hmm. Wewe. Wacha pia tuwapatie nafasi watu kuzungumza yale yaliyoko rohoni mwao. Yes. Hiyo ni, hiyo, kwa hivyo ni lazima tuelewe kwamba kuna huo uhuru, kuna hiyo haki ambayo iliyoko, alafu pili kwa bahati mbaya, naam. No. Ah, ah, ah, ah. Tayari, kulingana na sheria, maanake sasa ikiwa revu umefanya, uh, ema ume, ume, ume, ume, ume, umefanya kosa lazima nikushtaki, lakini kushtaki, lazima kushtaki na sheria ambayo inahusiana na kosa lako, yes. Sasa nilizungumza hapo awali mm, kwamba tunapozungumzia katika hasa tukileta muktadha wa matamshi ya chuki, yeah, mara nyingi sana yanakosa yana, yana, yana, yana, yana kueleweka kwa sababu kisheria kuna, kuna nasema sheria zinazoshughulikia masuala kama haya ziko tatu tofauti. Mm-hmm. Moja unaweza kuta kwamba mimi nimemtukana Emma, Emma Emma, Emma kanitukana. Yes. Na raia akasikiza watajiuliza tume inafanya nini bwana? Nimesikia jamaa washa washatupiana maneno yasiyofaa. Mhm. Mm. Kikatiba hiyo inaitwa incitement. Ah uh, no, inaitwa defamation. Ndio. Kwa pale mimi ninapokutusi, na wewe uniregeshe tusi. Mimi napotusi jirani yangu ama chama kile ama kitu kama hicho. Sasa pale kwa kweli kikatiba ama kisheria tume haihusiki. Sheria huwa inasema nini? Kwamba pale ambapo mimi na wewe tunapokuwa tumetupiana maneno yasiyofaa yeah, basi inatakiwa wewe niliye kutupia tamko tusi ama jambo ambalo iliofaa uweze kunishtaki mimi. mm -hmm. hiyo ni kitu kimoja na, na, na, na, na, na hapo unakuta kwa mara nyingi sana tumekuwa na tatizo kubwa, na ndio maana so tunataka kuchukua fursa hii kujaribu kuelimisha Wakenya Kenya. Kwamba kunapokuwa na swala la defamation, kuharibu mtu sifa, kumharibia jina lake, kuharibia chama chake, sifa na kadhalika. Hayo ni masuala ya defamation ambayo kisheria haya haya hajukumishi tume kuweza kushughulikia. Mm. Alafu vile vile kuna tatizo lingine ambalo kidogo linakaribiana sana na na na na na, na, na, na masuala ya matamshi ya chuki na kadhalika ni ni, ni, ni yale tunayoita incitement to violence. Kwamba kuna wakati ambapo utakuta pengine mtu fulani kachagiza ka vijana wake, jamani, tushughulikie ha huu mrengo tu, tutupambane na hawa jamaa na kadhalika. Kweli masuala hayo ambayo yanaweza zua vurugu yanaweza zua mzozo mm. lakini hiyo kuna penal code, kuna sheria uh, mbadala ambazo zinashughulikia matatizo kama hayo. Sasa je, matamshi ya chuki ni nini kulingana na sheria ya tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa? yes. matamshi ya chuki ni yale yanaweza kuwa matamshi, yanaweza kuwa chapisho, yanaweza kuwa igizo, michoro ambayo lengo lake ni kugonganisha watu katika misingi ya kijamii mm -hmm. Kwa mfano na asha kusema matusi, wacha tu nitoe mfano huu leo yes. Hii nikiamka, kwa mfano nimekosana na Karisa ambaye yes. Karisa ni mchonyi yes. nikikosana na Karisa ni mtukane nisema, Karisa we mpumbavu, mjinga, mshenzi mm -hmm. Hiyo hakuna hate speech eh hiyo ni defamation. Karisa litakana nishtaki mimi, kwa sababu nimemwita mjinga, ni nidhibitishe ujinga wake. Lakini katika mkabala huo huo kwa sababu Karisa ni mchonyi ama ni Mjikenda, nikiamka leo niseme ah, Mjikenda maziwa lala sana bure kabisa, ndio ninapotoa kauli kama hiyo, kwa sababu ninadhalilisha jamii nzima. Mhm, mm -hmm. Ugomvi ulikuwa wa mimi na Karisa. Mm -hmm. Lakini sasa nimeleta mijikenda wote mm -hmm. kuwadhalilisha. Mm -hmm. Sasa hilo lina qualify kuwa tamshi la chuki iwapo utakuwa umejumuisha ume, ume, ume e, ninadhalilisha jamii kwa kosa la mtu mmoja. mm -hmm. Kwa hiyo pale ambapo inaweza kuwa una, jamii inaweza kuwa ya kikabila, inaweza kuwa ya kidini, inaweza kuwa ya kitabaka. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo sheria ya, ya tume ya uwiano inapoingilia unapodhalilisha jamii na unaweza kuidhalilisha pengine moja kwa moja kwa kutaja kabila lile, ama kuna siku hizi kuna ile wengine wanatumia ile tunaita coded language yes, kiasi cha kwamba sisi tunajua kwamba jamii uh, ya Wakamba ya Mijikenda ya Waturukana ya Wasomali ya Wapokoti na kadhalika, pengine kuna jina fulani huwa tunalotumia tukiwa maanisha wao yes. Sasa unapotoa tamko kama hilo ndilo kisheria ya tume inayohusisha tamko la chuki kwa hiyo tamko la chuki kisheria si kijamii, tamko la chuki ni lile ambalo linanuia ama lina athari ya kugonganisha jamii moja na jamii nyingine, dini moja na dini nyingine, tabaka moja na tabaka lingine. Hapo hapo nafikiri hili tuliweza kulizungumzia katika kipindi kilichopita, kipindi kimoja ulichokuja, lakini tungependa hapa kuweza kulirejelea, maana kuna watu wanatumia, hatotaja jina hame, na wala hatotaja jamii lakini atatumia jina atatumia jina la kuziba ambalo labda yeah. Mtaani sisi tutaelewa kwamba hili jina kabandikwa mtu fulani. Uh -huh. Na kwamba anapotaja hili jina si jina rasmi la yule mtu lakini, uh -huh. Jamii imeweza kuelewa kwamba huyu hakumlenga mwingine amemlenga huyu. Sasa pale mnaweza kusema kwamba mnaweza kuingilia mapale itakuwa vipi? Uh, kwa kweli kuna mambo mengi sana ambayo tunajaribu kuingilia hata kama hayako ki, ki moja kwa moja ndani ya sheria yetu kwa sababu tunaamini kwamba tusipoyazuia basi yataendelea, lakini tukiingia kama ni swala la kisheria, hapo tume haitahusika, kwa sababu ni mimi, badala ya namzungumzia Emma, lakini badala ya kumzungumzia Emma nishamtafutia jina la majazi na Emma eh. Kwa hiyo yes. kwa hiyo mimi nikampaka tope, sasa kisheria bado hapo inaingira katika ile swala la kuchafuliwa jina defamation. Kwa hiyo tume haihusiki moja kwa moja na, na defamation yes. lakini kuna kuna kitu sheria imetupatia fursa ya kuzungumzia kitu ambacho tunachokiita cessation of notice, I mean, I mean, I mean, I mean, tunaita cessation notice. Yes. Pale ambapo tunapohisi kwamba mazungumzo yako, mwenendo wako, ama tabia yako ina hatari ya, ya, ya, ya, ya kusababisha mvurugano na ukosefu wa amani na, basi tunaruhusiwa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kisheria kuweza kukupatia onyo tuite kama yellow card. Kama tukienda katika mpira wa kandanda yes. Kwa hiyo tunakupatia uh, onyo lile yellow card ile, kuambia na wengi pengine, tuseme ni vile kwa sababu hatujaanika maonyo haya paruanja, lakini kuna wengi baadhi ya wanasiasa wetu, baada ya viongozi wetu tayari wameshapewa hiyo, na utakuta kuna wengine, utakuta kwa namna fulani walikuwa wanaropoka hey! Alafu naona kidogo amepotea mtaani, haongei tena mm. Kwa sababu tushawadunga hiyo kosho mm na hiyo ndio inayofanya sasa kidogo wanapunguza yale matamshi ambayo wamekuwa wakiongea, kwa sababu tunamwambia hivi sasa, umecheza rafu na hujafika huja, huja, huja cross ule mstari mwekundu, lakini unapoelekea unaenda kuuvuka. Warning mara nyingi huwa inakuja wakati ambapo yale matendo, matamshi ama vituko unavyofanya vina hatari ya kuchangia uvurugaji wa uwiano katika jamii, yes. kwa hiyo ama inaweza kuwa wengi sana hupata kupata moja na wanatulia, kwa sababu ni kukumbusha kwamba hii speed unayoenda nayo si nzuri. Mm -hmm. Unaona, sasa. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ni, ni, na, nafikiri ni kurekesha nyuma, ulikuwa unajaribu kufuatilizia yale ambayo tunazungumza yale tunayofanya katika katika hali ya kuhakikisha kwamba tunapoelekea chaguzi za 2027 hatuelekei kule. So njia njia ya pili ambayo tunafanya ni, ni, ni, kujenga ubia na taasisi nyingine za serikali. No. Um, kama nilivyozungumza hapo awali, hasa yanapoingia katika masuala ya matamshi ya chuki. Uh, kama nilivyotaja katika kipindi kilichopita uh, siku za nyuma mm. Um, wajibu wa tume hukwamia katika masuala mawili peke yake na no. kupeleleza na kupendekeza. Tunapeleleza yale no. matamshi yaliyotolewa yes. Tuna, tunatengeneza ushahidi ama ithibati, halafu tunaweza kupendekeza kwamba Emma kakosea hapa anastahili kushtakiwa, mm -hmm. Sasa tunapokamilisha zoezi hilo, inaingia katika awamu ya pili na awamu ya pili ni kiongozi mkuu wa mashtaka, Director of Public Prosecution. Ndio. Sasa yeye anachukua ule ushahidi tuliotoa na yale mapendekezo tuliyotoa, ama anaweza kumpeleka mtu kotini ama anaweza kuregesha a, a, a, na mapendekezo yake kusema kwamba kuna mapungufu katika katika ile mashtaka mliopendekeza, huyu huyu mtu fulani anaweza kushtakiwa, kuna mapungufu hapa na hapa na hapa halafu. Baada ya hapo sasa, tukisharekebisha yale mapungufu, anaweza kuendelea. Ama ya, ya mwisho kabisa, anaweza mm. kukata anaweza kataa kukubaliana nasi kusema kwamba nyie kama tume mnaona kwamba hapa kuna kuna, kuna kosa lililofanyika, lakini kama sisi tukiangalia, hamna kosa, na utakuta kwa bahati mbaya, basi shughuli inakaa inakaa inakomea pale na Nyamu. Kabla niingie hapa katika vyombo vya habari manake e, lazima tuweze <coughs> kugusia pale, kuna ule mchango ambao wananchi wacha viongozi, wananchi pia wanaweza kuchangia katika njia moja ama nyingine katika kuweza e, nitasema kuwashabikia viongozi ambao wanaonekana kama ambaye wanasambaza jumbe ambazo huwa zifai, sijui kaba pale utazungumzia vipi? kitu cha msingi lazima ambayo tufahamu kama wananchi kama raia wa taifa hili ni kwamba hatujatelekeza haki zetu na kuziwachia viongozi ili watuunganishe vile wanavyotaka wao. Mm, husikitisha -hmm. um, sana ambapo kiongozi anakuja anazungumza urongo, anapanda chuki, anapanda mgongano, lakini sisi badala ya kumkemea tunampigia makofi. Ana, Lazima tufahamu kwamba hawa viongozi wetu hasa wa kisiasa. Yes, hiyo ndio, hapo ndipo kula yao inapotoka. Eh, lakini tusahau kwamba tusisahau kwamba wanapoondoka wanatuacha mimi na wewe, wewe na jirani yako mtaani. Eh, unapokuwa mgonjwa huyo jirani mtaani ndio atakupeleka hospitali. Utakapokuwa umevamiwa na wezi huyo jirani ndio atakuja kukusaidia kupambana na wale wezi waliokuvamia. Mm. Iweje leo kwa sababu ya misingi ya kisiasa, misingi ya kijamii, misingi ya kidini? Mtu aje kupanda mbegu ya kut kutenganisha kuambia kwamba yule bwana ndio mbovu. Kwa hiyo nafikiri jukumu letu kama Wakenya inabidi sasa tuamke kiasi kwamba mtu kiongozi yoyote ile wa kisiasa ama wa aina yoyote ile anapokuja kupanda mbegu ya utofauti, kupanda mbegu ya chuki, tumkemee, tumweleze bayana kwamba, wewe mwaga sera zako, toa hoja zako, usianze kuathiri uhusiano wangu na jirani yangu tumeweza kushuhudia visa kadhaa, umesema na. Kuna wale wataweza kuwapigia makofi na kuweza kuwashangilia, kuwa kuna na. Wale tumeweza kushuhudia viongozi wakiweza kuzomewa hadharani, unaweza kuangalia picha zingine, wananchi wanasema hatutaki, usisimame hapa. Sijui kama unaweza kusema kule kuzomea kwa njia nyingine, maanake yule kiongozi pia nayo haki. Na juzi na, na nilikuwa nazungumzia hili nikiombea wananchi, sasa kule kuzomea, sioni kama bado tutakuwa tumemdhalilisha yule kiongozi ambaye anafaa kuwa labda kiyo cha jamii nafikiri, kuna namna ambavyo tunaweza kutofautiana bila kuzomeana ama kutupiana maneno yes, kwamba tunapozungumza tunapohitilafiana lazima pia tuhitilafiane katika swala la kiadabu na la na. kinidhamu kwa sababu kuna venye ambavyo unaponikosoa yes, nitaweza kusikiza na nichukue ya, ya, yale ya, ya, ya, ya, ya, ya masahihisho unayonipatia kwa njia uh, uh, wacha tuite kwa njia chanya positive naam naam naam na. so tunataka tuna, tuna kucha, kuchagiza uh, raia wetu wa Kenya yes, wenzetu yes, kwamba porojo uh, uh, uvumi wanaopewa na viongozi wa namna moja manyingine waweze kuikataa, lakini namna ya kukataa porojo huo isiwe pia ni ile kwamba, maanake vilevile tunasema kwamba uh, uh, uh, mtendee mwenzako vile unapenda utendee. No, mimi nikiwa na, ku, na kuzomea na kubeza yes, hutafurahi yes. Lakini kuna venye ambavyo unaweza kukataa na kuambia watu kwamba uh, Tumekusikia ulizosema, lakini ulichozungumza ni urongo, si cha kitu cha kweli e. Sasa hiyo itawapatia hata viongozi kufikiria mara mbili kabla hawajakuja kuzungumzisha raia, lakini pale tunapokubali kwamba mtu anakuja anawapatia urongo, anaogonganisha mwamsikiza tu hamwambii yale umeongea, lakini a yale tisa umeongea lakini hili untudanganya, so hiyo itawapa, ita, ita, itawapatia funzo kwamba ni lazima wahakikisha kwamba yale wanayozungumza wanazungumza masuala ya kweli, masuala ya haki yenye kujenga na si yenye kugonganisha, bila shaka.